Mara nyingine tena Young Africans wanakuja katika ardhi ya Lilongwe. Kwa upande wa kikosi cha Silver Strikers wameanza na wachezaji wao wote wa kutumainiwa akiwemo Uchizi Vunga. Carlos Ndong e, atakuwa msaidizi, lakini mwamuzi wa kati ni Gerson Aldofo. Young Africans wakiwa na mchezaji mmoja tu ambaye hakuanza kwenye mechi ya suluhu dhidi ya Mbeya City, benchi la Silver Strikers ikiwa chini ya kocha Edson Kadenge. Karibu sana katika dakika 45 za kipindi cha kwanza, mechi ya Ligi ya Mabingwa Afrika raundi ya pili chini yeye yeah, ameondoka na Mali Maxim, pia Nzengeli tenga pasi ile mudathiri. Haya, na mwekea Maxim Nzengeli, hesabu zimekwenda kombona kombo na mpira unakwenda nje, nakuwa ni goal kick. Ah, amemwona Israel Patrick. Mwenda anautenga mpira kwa vipasi Maxim Nzengeli wamepishana na mipango uchizi vunga vunga cheza pasi kwa Daniel Sandukira amechezewa ndivyo sivyo, ni free kick, ni nje ya penalty area. Majukumu ya kiulinzi akakwakasema alijikwaa kwenye miguu. Levison weka mpira mzuri ndani, kuna cheza na kutolewa nje na kuwa ni kona. Na diara walishirikiana kuhakikisha kwamba hakuna madhara yanayopatikana katika mpira huu wa kutenga, akitumia faida ya urefu wake yaliyokuwa nao na ukubwa wa umbo lake. pa Pacom amegusa, akaachia Pacom, zuzwa anapambana Andy Boyeli, lakini wamekaa imara Silver Strikers kupitia Maxwell Mpaipi. Maxim mpia nzengeli kumtafuta Andy Boyeli, lakini ametoka kwa haraka George Chikoka, haikushangazi kusikia mlinda mlango wa Silver Strikers George Chikoka, yeye ndio mlinda mlango bora wa msimu uliopita, lakini pia ndiyo MVP, mchezaji bora wa jumla wa msimu uliopita. Amefanikiwa yeye na amefanikiwa timu msimu uliopita sana. Maxi Nsengeli munaathiria haya, amepambana na kuchukua umiliki wa mpira. Inapigwa pasi ndani ya kupenyeza kwa Shadrack Isaka Boka, wekwa ndani kwa Boka Boko, msuswa offside. Amenaswa katika mtego wa kuotea yesaka eadiviolila mpira na kuenda nje, ni goal kick. Kipienga kinachosikika ni cha kuashiria kumalizika kwa dakika 45 za mechi katika uwanja wa taifa wa Bingu Lilongwe, nchini Malawi. Silver Strikers karibu sana katika dakika 45 za kipindi cha pili. Inapigwa pasi ndani, akitafutwa Israel Patrick. Mwenda Israel, mengang'ana amebaki na mpira. Israel kwa Mudathir Yahya, bado Maxi Zenkeli, naye pia amekataliwa Mudathir Yahya mpira mzuri sana wa Israel Mwenda akaunganisha moja kwa moja muda athiria haya, lakini akazuia njia. Chikondi Kamanga Shadrack Isaka boka Shadrack boka Isaka kwa mpira mzuri ndani, na kataa uzuri sana. Chikoka George bado pakao mzuzwa pakao Mauda mauzi asema no handball, akiwekwa chini na Nixon Mwase aliyeshirikiana na Levison Maganizi andi ye nyaka mlina mlango Chikoka hta lakini umepotea. Pigwa pasi ndani kwa kutambaliza leo na pasi kwa striker na Kaimara Ibrahim Abdullah Baka. Offside. Kibendera tayari kilikuwa juu hapo Steni Tavi alikuwa karibu kuwanyanyua kwa shangwe zaidi ya hili mashabiki wa Silver Strikers. Dakika 55 ya mchezo, McDonald alipiga pasi moja nzuri sana huku na nafasi ile sasa, lakini offside, kibendera kiko juu kumkatalia Steny Dapi. Kwa mara nyingine tena ananaswa katika mtego wa kuotea. Yes, kwenye bench line up ni yes. Walter Harrison naonywa Walter Harrison, meneja wa Young Africans kwa kadi njano. Steny, tangulizo pasi, sasa na pasi nzuri kwa strikers, ameutanguliza mrefu kiasi cha kukosa, wanakwenda nje na kuanikke okay. aliutanguliza mrefu anaondoka Ernest Petro Kom, Shadrack Isaka Boka, Shadrack oh! anaucheza na kuparaza mlinda mlango George Chikoka, unakwenda nje na kuwa ni kona. Mpira ule wa Shadrack Boka, ambao mtazamo wa awali ilikuwa ni kama kros, lakini ukakatika nao ukawa unachukua uelekeo wa kwenda golini. Ekwa Celeste Dakika ya 75, si Strikers wala si young africans. Uchizi funga uchizifunga pasi ndani huko ya kupenyeza nafasi kwa Strikers. Andulu Yosefe anayanyua umati uliokusanyika kwenye uwanja wa taifa wa Bingu, anaiandikia Silver Strikers goli ambalo linaweka alama nyingi si za kuuliza katika nyuso za Young Africans. <tira> <tira> Aina yao ya kushangilia huenda ikawa ina kera zaidi. Ni mpira ambao ulianza kwa mlinda mlango Chikoka George, wakidhani aliopiga pasi kwa kupkupi, ikapigwa pasi kwa uchizi funga aliyepenyeza pasi katikati ya walinzi, na ikafika ile pasi ilipotakiwa kufika. Ernest Petro akaona hapa mazingira ni magumu, siwezi kufunga mwenyewe. Alichokifanya ni kuitenga kwa Jose ambaye mguu wake wa kulia ulimwadhibu Djigui Diarra na kuadhibu Young Africans, na Silver Strikers wakaweka mguu mmoja mbele katika hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Edmund John, jolake linakwenda nje, ni golki. Injinia Hersi Said, rais wa Young Africans, benchi la ufundi la Young Africans likiendelea kutafakari. Pasi yake imefika kwa Edmund John, anamwekea tena Mohamed Dumbia, bado nafasi ile ambayo po, naondosha, wanakwenda nje. Wameshindwa kutumia shambulio hili, wananchi kutafuta goli la kusawazisha kwanza mashabiki wale ambao wamefanikiwa. Mpira ni mchezo wa kila rika kila jinsi. Tabasamu liko mbali sana na nyuso za mashabiki wa Young Africans. Celeste Ekwa, Mohamed Dumbia ameghairi, piga pasi pakoo na linakuwa jaribio la mwisho katika uwanja wa kimataifa wa Bingu. Full time, Bingu National Stadium, Lilongwe nchini Malawi. Silver Strikers moja Young Africans sifuri.